Ambako wanafunzi ambao walifanya mtihani wa kitaifa wa darasa la nane KCPE watapata matokeo yao ya mtihani huo hapo kesho. Na kama anavyoarifu mwanahabari Hussein Mohammed, ni mtihani ambao umegubikwa na hisia tofauti kufuatia taratibu zitakazotumiwa katika kutangaza matokeo yenyewe. Baada ya kipindi cha miaka minane katika masomo ya shule ya msingi, wanafunzi waliofanya mitihani ya KCPE watapata matokeo yao hapo kesho. Ni matokeo ambayo yamezingirwa na hisia ya mseto kufuatia kufutiliwa mbali kwa namna ya kuorodheshwa kwa shule bora pamoja na wanafunzi bora katika mtihani wa kitaifa. Ilivyo ada, waziri wa elimu Jacob Kaimenyi hutangaza matokeo hayo akiwataja wanafunzi bora katika vitengo mbalimbali mbali. Lakini hali hiyo inapania kubadili kufuatia mageuzi yaliyofanywa na bodi maalum ya elimu inaongozwa na aliyekuwa naibu waziri Kilemi Mwiria. Hii si mara ya kwanza kupigwa marufuku kwa taratibu hiyo ya kuorodheshwa kwa shule, kwani itakumbukwa mnamo mwaka wa elfu mbili na sita aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Saitoti alifutilia mbali mtindo huo wa kuorodheshwa kwa shule na wanafunzi, lakini agizo hilo halikutuliwa maanani. Mwaka huu zaidi ya wanafunzi elfu mia nane walifanya mtihani wa KCPE. Sasa macho yote yataelekezwa kwa waziri Jacob Kaimenyi kuona taratibu atakayotumia wakati wa kutangaza matokeo hayo. Hussein <coughs> Mohammed, KTN leo, Nairobi.